Mi naitwa Jebulakambole eh, ni wakili ambaye nilikuwa nakiwakilisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na niko na wanachama na, na viongozi kadhaa wa wachama eh, shauli leo liku nakuja kwa ajili ya kutoa maamuzi eh, madogo kwenye kesi ya msingi pamoja na kusikiliza mapingamizi eh, ya awali pamoja na kusikiza kesi yenyewe ya msingi, lakini kutokana na mwenendo wa shauri jinsi ulivyokuwa eh, kuanzia asubuhi E, tumefika maamuzi yalivyokuwa kwa natolewa kwa sababu ma, maamuzi ya mapingamizi ya kesi ya msingi mahakama imeyakataa na iko tayari kuendelea kusikiliza kesi yenyewe, na imepanga kusikiliza siku ya tarehe ishirini na nne mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inahusiana na, na chama cha demokrasia na maendeleo ikiuka sheria ya vyama kwa kutokuwa na mgao sahihi wa mali kati ya Zanzibar na bara lakini pia kulikuwa kuna maombi ya zuio la shughuli za chama. Kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa kuna mapingamizi pia hapo, lakini ni kipengele kidogo sana cha pingamiza jomo ambacho mahakama imekubaliana nacho. Uh, mawakili kadhaa tulikuwa tunawakilisha ile shauri. Dr. Lugemweza, inshallah Hekima eh, Mwasipu na mimi. Lakini kwa siku ya leo bahati mbaya Dr. Lugemweza inshallah alishatoa taarifa eh, kwamba kwa siku ya leo hatakuwepo. Na Hekima Mwasipu eh, kati ya watu ambao wamefariki kwenye ajali ile ya Mbeya, e, kuna ndugu yake pia amefariki. Kwao ameenda kwenye msiba, kwa kwa sababu hajaenda kwenye msiba, yuko tunajaribu kuorganize namna gani ya kwenda kwao, tukawa tumekubaliana kwamba ni muhimu sana, e, tukamsindikiza mwenzetu kwenye hili jambo. Kwa hiyo nilijaribu kuiambia mahakama kuna hii changamoto ambayo imetukumba, tupewe angalau mpaka siku ya Ijumaa ili tuje kusikiliza. Lakini e, jaji aliweza kukataa kabisa ilisho ya namna hiyo uh, na kuamua kuendelea kulisikiza shauri. Sasa sisi tunafikiria kwamba eh, kusafiri usiku sio salama sana kwa ajili ya kwenda kwenye msiba. Kwa hiyo tukaona kwamba hairisho lile alikuwa sawa. Kuzuia kwa hairisho kwa lile shauri ilikuwa sawa kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini hati ya kiapa, hati ya dharura. Ni shauri la kawaida tu. Lakini kuona kwamba maamuzi yanatoka leo, mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo, na kesi ya msingi ya maombi nataka kusikilizwa leo haikuwa sawa sana. Na siyo kwa sababu tumekuwa tukiendelea sauli, na tunaona mambo yanavyokwenda, mimi binafsi nikaona kwamba siitendei si haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda kwao, nikamtaarifu Mheshimiwa Jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya, ya zuio kwa sababu naona kama siitendei haki na asitendewi haki kwenye hilo shauri. Baada ya kuona kwamba sitendei haki na mimi sitendi haki kwenye hilo shauri nikamtaarifu.